Mungu kuna wakati atakupeleka kwenye mazingira magumu zaidi. Kuna wakati kwenye maisha yako utaona hali inazidi kuwa mbaya na mbaya na mbaya, kuliko ulivyofikiria. Kuna wakati kadiri unavyoendelea kumwomba Mungu, ndivyo lidude linazidi kutanuka, tatizo linazidi kuwa kubwa, linatisha, la ajabu. Usikate tamaa. Kuna wakati Mungu anataka ugumu uongezeke ili akikutendea jambo usije ukaona daktari, usije ukaona aliyekusaidia fedha, usije ukaona aliyekupa mchongo au connection, umuone Mungu peke yake, usione mchango wako kabisa. Alafu imani yako kwa Mungu ipate kuwa kubwa na ukatunza hiyo kumbukumbu, ilo tukio, ili kusaidie kuona mambo makubwa mengine Mungu akikutendea hapo baadaye. Ndicho kilichotokea kwa watoto wa Mungu. Mungu aliwakusanya, akawapitisha mahali ambapo ilikuwa ni impossible river, mahali pasipowezekana, mahali pa mto ambapo hapowezekani kuvuka, lakini akawapa protokoli, akawaambia makuhani watalifuata li mto ambalo kimsingi lipitiki atakapokanyaga sole ya mguu wake itakapokanyaga yale maji, walipokanyaga tu maji wakuhani wabeba ile sanduku la agano, maji yakaachia. Biblia inasema imani bila matendo imekufa. Wangeweza kukaa kando kando ya Yordani maisha yao yote, mpaka wakafia hapo, wakawa mifupa na mizoga na skeleto kama wangekuwa kama watu wengi wa siku za mwisho. Mimi na wewe tunapoyaona haya maneno ya Mungu kama story na hatuchukui hatua za kivitendo kuonyesha tunaamini hicho ambacho tumesema tunakiamini. Walienda wakakanyaga, wet their souls, wakaloanisha sole za miguu yao kukanyaga, kwamba kwani wamekanyaga. Mungu amesema tukikanyaga itaachia. Watu wengi tunarudi kule kule, Desert Christianity. Tunaamini mambo ya Mungu lakini hatuchukui hatua ya, ya kukanyaga hatua za imani tukionyesha kwamba tunaamini Mungu alichokisema na tunatarajia kuona mito ya matatizo ikiachia. Tunatarajia kuona mito ya ugumu ikiachia. Tunatarajia kuona mito ya vizingiti na vikwazo ikipasuka na kuachia njia baada ya sisi kuvaa jambo kiimani na kuchukua hatua za vitendo.